Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikaenda hivyo hivyo, alipozaliwa Isaka jina lake alikubadilishwa. Unafikiri kwa nini alikubadilishwa? Alipozaliwa Isaka, ni Mungu mwenyewe la mtoto atakayezaliwa, akasema utazaa mtoto sala na mtoto huyo utamwita Isaka. Tafsiri ya Isaka maana yake ni kicheko, kwa kuwa ni jina ambalo lilitoka kwa Mungu moja kwa moja, ndiyo maana jina la Isaka halikubadilishwa. Mpe Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa, kwa sababu hiyo jina lilitoka mbinguni moja kwa na kwa sababu hiyo lilibeba mamlaka ya kimbingu ndiyo maana Yakobo naye baadaye alibadilisha jina akaitwa Israeli. Kwa nini? jina la Yakobo lilitoka kwa baba yake, na wakati mwingine liliambatana na miungu, lakini Mungu alitaka kumtumia sasa, anataka awe taifa kubwa, kumitia haja ya Ibrahim anamwambia, kuanzia leo utaitwa Israeli uliyebarikiwa Atakayekubariki atabarikiwa, atakayekulani amelaniwa. Yeah. Bwana Yesu asifiwe! Yeah. Kama unanielewa, punga mkono mbele za Bwana. Yeah. Ndiyo maana Yakobo akabadilishwa, lakini pia Yakobo huyo huyo njia zile zile ambazo alizipitia Ibrahimu naye alizipita, lakini Isaka kwa nini alikuwa wa katikati, alafu akupita, alafu akaja kupita mtoto wake? Kwa sababu tunapozungumza Yakobo ni mtoto wa Isaka, maana baada ya Ibrahimu akaja Isaka, Isaka ndo akaja Yakobo. Kwa sababu Mungu alikuwa amemteua kwamba huyu ni kijana wa ahadi. Isaka ni kijana wa ahadi, ndio maana kupitishwa kwa changamoto kama hizo. Sasa hebu cheki, ili uone kwamba namna gani ambapo Mungu anamwangalia mtu wa ahadi yake. Mtu wa ahadi Mungu anampa nafasi, katika kitabu hicho cha Mwanzo ishirini na sita kuanzia mstari ule wa kwanza tumeona ikatokea tena njaa katika taifa hilo lilokuwa kiishi, alafu Biblia inasema ikawa mzito kuliko hata ile ya kwanza iliyokuwepo kwa Ibrahimu, njaa mbali na ile ya kwanza. Biblia inasema Isaka naye akasema, kama baba alienda, aliposikia habari za njaa alikimbilia Misri ko kakawa ni kama katabia kwenye vichwa vya watoto. Bwana Yesu asifike. Akasema na mimi niende Misri, ndiko nitapata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umekutana na changamoto kwenye maisha yako? Yawezekana ni uzazi na ukafikiri kwenda kwenye kaburi la babu au bibi kutambikia, ndipo utapata uzao. Kwa nini? Kwa sababu babu zako na bibi zako walienda. Ni mara ngapi, na unafikiri ni njia sahihi kufanya hivyo ili ufanikiwe shida yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Je, unafikiri kwa kufanya hivyo ndipo matatizo yataisha? Ni mara ngapi umeferi kwenye uchumi, kwa kuwa baba yako alikuwa ni mfanyabiashara, na wewe kwa sababu biashara inayumba, unasikiliza na kukumbuka baba alifanya nini, baba alifanya nini? Yawezekana alikuwa ametengeneza chungu na alikuwa akikipa damu kila mwezi. Yawezekana nami nikifata njia hiyo nitakuwa salama na biashara yangu itafanikiwa. Unafikiri ni njia sahihi kuitumia Semee maneno ili uweze kuolewa. Unafikiri ni njia sahihi kuitumia kwa sababu baba na mama walitumia? Si kila njia aliyotumia babu, aliyotumia bibi, aliyotumia baba, aliyotumia mama ni sahihi kuifuata. Amen. Narudia tena, sijakosea. Si kila njia aliyotumia babu, aliyotumia bibi, aliyotumia baba, aliyotumia mama kwa ajili ya kutatua changamoto zake, ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu na wewe ni sahihi kuitumia. Baada ya kuwa Isaka amekariri njia ile ile, akasema na mimi nakwenda Misri. Alafu usiku anajiandaa na safari kesho aende Misri, amelala wakati wa usiku, Biblia inasema Mungu akamtokea katika ndoto, anamwambia Isaka, marufuku kwenda Misri. Pigie Yesu makofi. Bwana, yeah. Yesu asifiwe. Kama baba alienda wewe utaenda. Kama baba alitambikia wewe utatambikia. Kama baba alikuwa na wake wengi utakuwa na wake wengi wewe. Kama mama aliolewa sana utaolewa sana wewe, maana wewe ni mtu uliyebarikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokusudia na wewe, kama ni ahadi yake, kwanza atakubadilisha, alafu jambo la pili atasimamisha makusudi yake kwako. Anamwambia Isaka usiende Misri. Sasa naniuliza swali, hivi ni roho wa Mungu au ni mapepo yananisemesha? Yaani na naona njaa, alafu nasikia ulango kuna chakula. Alafu nasikia sauti inaniambia usiku, usiende ulango. Alafu naambiwa kaa hapo hapo ulipo. Hivi kama unamsimulia rafiki yako habari hiyo, si anaweza kuona wewe ni mwema? Unakaa hapo unakufa na njaa, na kali chakula kipo ni chakwenda kuchukua. Na inawezekana fedha unayo, ulitakiwa uende nayo kununue chakula. Inawezekana usafiri una unaweza kufikisha mahali unapotaka kufika alafu, unaambiwa hakuna kwenda Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Baada ya kusikiliza sauti ya Mungu Isaka, Biblia inasema akakaa katika nchi ile ile ya ugeni, na Mungu anamwambia kaa hapo hapo, na hapo hapo ndipo nitakapokubariki, na hapo hapo ndipo nitakapokuinua, na hapo hapo ndipo nitakapouzidisha uzao wako na ambapo ndipo utakapofunguliwa na ambapo ndipo utakapokuwa baba wa mataifa mengi. Na ndio maana Isaka jina lake paka leo likataja. Huwezi kutaja Mungu bila kusema Mungu wa Isaka. Huwezi kutaja Mungu bila kutaja Mungu wa Ibrahim. Huwezi kutaja Mungu bila kutaja Mungu wa Yakobo, maana maandiko yanasema ukibariki utabarikiwa, ukilaani utalaniwa. Sijui kama watu mnanielewa? Watu sijui kama mnanielewa, watu wa Mungu? Hebu piga makofi na vigelegele vingi. anasema usiende Misri. Kwa kuwa Misri alienda baba. Alienda baba. Wakaenda na ndugu wengi lakini wewe utaenda Misri. Amina. Walienda wengi kutambikia kwa sababu ya kufanikiwa mambo yao lakini wewe utaenda kutambikia ukimwamini Bwana. Amina. Utaenda. Ila kama ukitaka uteseke nenda. Maana sio njia sahihi ya kusaidia kwenye matatizo uliyo nayo. Ngoja uone huko mbele tumalizie. Nini kilifanyika kwa Isaka baada ya kukaa na kusikiliza sauti ya Mungu, akakaa mahali alipo, na Mungu alifanya nini kwake? Katika mstari wa 12 na 22 tusome, tumalizie. 12 na 22. Nini ambacho Mungu alifanya kwa Isaka baada ya kusikiliza sauti ya Mungu na kukaa mahali alipo? 26 12 mpaka 22 26 12. Akapanda mbegu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo mia kwa mkimoja. Bwana akambariki na mtu huyo akawa mtu mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana, akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hawa Wafilisti wakamhusudu. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, "Utoke kwetu. Maana wewe una nguvu sana kuliko sisi." Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji, walivyochimba siku za Ibrahimu babaye. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia. Baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakavichimba katika ile bonde, wakachimba katika ile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Hebu mwambie jirani yako yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, mwambie kingine. Wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Lehobosi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi na kuongezeka katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona baada ya kuwa Isaka ameisikiliza sauti ya Mungu na hakufanya kama alivyofanya babu, hakufanya kama alivyofanya baba.